Dar es Salaam ambapo Rais Dr. John Magufuli amepokea taarifa ya maafa yaliyosababishwa na tetemeko la ardhi lililotokea katika mkoa wa Kagera na mikoa jirani ya Mwanza na Geita kutoka Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Ikulu jijini Dar es Salaam. Pamoja na kupokea taarifa hiyo, Rais Magufuli amepokea mchango wa fedha taslim taslimu kiasi cha dola za Kimarekani laki mbili sawa na takriban shilingi za Kitanzania milioni mia nne thelathini na saba, kutoka kwa Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Na pia amepokea taarifa ya mchango wa mabati, blanketi na magodoro wenye thamani ya shilingi milioni mia moja kumi na tano kutoka kwa Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwa ajili ya kuwasaidia waathirika wa tetemeko la ardhi mkoani Kagera. Tupate taarifa zaidi. Akitoa taarifa ya maafa hayo kwa Rais John Magufuli, Waziri Mkuu Kasim Majaliwa amesema tetemeko hilo limesababisha vifo vya watu kumi na saba, majeruhi mia nne arobaini, nyumba elfu mbili na sitini na tatu zimeanguka, nyumba elfu kumi na nne na themanini na moja zipo katika hali hatalishi, na nyumba elfu tisa mia nne sabini na moja zimepata uharibifu mdogo, huku watu laki moja ishirini na sita mia tatu kumi na tano wakihitaji misaada mbalimbali. Waziri mkuu amesema serikali imechukua hatua mbalimbali zikiwemo kupeleka chakula, huduma za matibabu na hifadhi za dharura kwa waathirika, na pia inaratibu ukusanyaji wa michango kutoka sehemu mbalimbali, ambapo mpaka sasa kiasi cha shilingi za Kitanzania bilioni tatu nukta sita zimepatikana. Mahitaji makubwa yanayotakiwa kwa maeneo yale kubwa zaidi ni vifaa vya ujenzi, ili kurudisha miundombinu iliyobomoka katika hali yake ya kawaida. Vitu kama bati, saruji, mbao na misumari ni vitu ambavyo tunavipokea kwa wingi na tutaendelea kuvinunua kwa wingi ili tuweze kuwagawia kila mmoja aweze kurudisha makao yake vizuri. Hii ni pamoja na kurudisha miundombinu ya taasisi za serikali. Akizungumza baada ya kupokea taarifa ya maafa na michango kwa ajili ya waathirika wa maafa hayo, rais Magufuli amewashukuru wale wote waliojitoa kusaidia waathirika, wakiwemo marais Yoweri Museveni wa Uganda, Uhuru Kenyatta wa Kenya na Paul Kagame wa Rwanda, ambao wamempigia simu na kumpa pole na tayari wametoa misaada yao, na pia nchi mbalimbali, mashirika, wafanyabiashara, watumishi wa umma, na watu binafsi. Hii ni mipango ya Mungu. Tetemeko haliletwi na serikali wala tetemeko haliletwi na CCM. Ni jukumu la sasa hivi sisi kama nchi ni kuhakikisha tunawasaidia wenzetu ambao wamepata matatizo haya. Tusilitumie tetemeko hili kwa njia zingine ji za kujimarisha kisiasa. Mtu unakwenda unazungukia we nyumba zilizozunguka, unatoka unatamka huko. Watu wa Kagera wanahitaji misaada, sio maneno. Rais Magufuli amebainisha kuwa serikali itahakikisha inarekebisha miundo mbinu iliyoharibika zikiwemo shule, vituo vya matibabu, barabara na huduma nyingine za kijamii, huku akiwataka wananchi kuwafichua wale wote wanaotumia tetemeko hilo kujinufaisha. Matapeli wapo na wamejipanga kweli. Tunachangia Kagera, tunafanya nini? Kumba anachangia tumbo lake. Hili ni lazima tuliangalie, na nitowe wito kwa vyombo vya dola, muwafuatilie hawa ambao wamekuwa wanasingizia wanachangia Kagera na nini, wakati wanajichangia wao. Washikwe na ikiwezekana wapelekwe kwenye vyombo vya sheria, ili wakajibu hizo hoja za kitapeli na wizi wa kuwaibia watu maskini ambao wana shida zake, ukweli kweli. Lakini nitoe wito pia kwa wananchi wa Kagera, tetemeko limetokea, Sio mwisho kwa maisha, waanze kujipanga kwa kufanya kazi. Shughuli ya kupokea taarifa ya waziri mkuu na michango kwa ajili ya waathirika wa tetemeko la ardhi lililotokea mkoani Kagera na mikoa jirani limehudhuriwa na viongozi mbalimbali, wakiwemo katibu mkuu kiongozi balozi John Kijazi, balozi wa Uganda nchini Tanzania Dorothy Hyuha, na naibu balozi wa Kenya nchini Tanzania Bonifasi Muhia. Upendo Wela, TBC.